Kila kijana anayekanyaga uwanja huu ana safari yake, safari ya matumaini, maumivu na ndoto kubwa kuliko uwanja wenyewe. Wengine walianza kwenye viwanja vya mitaa, wengine shuleni, wengine kwenye ukumbi wa jamii, lakini wote wana kitu kimoja, walipenda kupigana kabla dunia haijawajua. Nime sacrifice masomo yangu kama sahi, as a university student masomo ya university naendelea, but mi niko hapa nimekuja kuparticipate, na najua si rahisi. Safari ya kuwa bondia sio rahisi: kukosa nauli ya mazoezi na hata matibabu, kuacha starehe za wikendi, wengine hata walikuwa wanarudi mazoezini kwa miguu. Kuwa coach lazima uweze ku deal ya kimasomo na pia kuwafundisha, because they are very busy kwa masomo yao na pia ni wadogo, so lazima kuna hiyo challenge ya hiyo ya Gen Z, lakini wakiwa na discipline, kila kitu inaingiana na kutoka mataifa mbalimbali mbali, hadithi ni zile zile: kupigania familia, kupigania nafasi, kupigania heshima. Mother, coach, mamangu, sababu ni kocha wangu. Nilianza like taekwondo nikiwa mdogo, right. Ni mdogo so, sana miaka miwili and, tu maana, na ndio maana najipigania kwa miaka ijayo. Natumai nitashinda metashinda. Bidii hii huwafurahisha wazazi wao wanapowatazama watoto wao wakipigana na kupambana ukumbini. Nafurahi sana kupata mtoto wangu ameweza kukwalifi kucheza kiwango cha juu kabisa cha world championship. Maana world championship ni namba 2 tu Olympics. Na baada ya jasho, machozi na mateke, safari yao bado inaendelea. Hawapiganii taji tu, wanapigania maisha yao yajayo. Jason Sagini, kutoka Nairobi nchini Kenya, RFI Kiswahili.